Madiwani wote hawa wa mashauri Chamwino wanakatwa bima kilicho tangulia, kitangulia katwa kabla hawaja ofidi, na wengi wao au wengi wetu tuna zile ndoa za kuchukuana hatuna vyeti vya ndoa. Sasa kipi kinatangulia? Maana wote kuna wengine hapa tangia waanze udiwani hela inakatwa, lakini bima hana, akija anaambiwa cheti cha ndoa, vyeti vya watoto na vitu vingine. Sasa kama serikali, maanake nyini nio na, na serikali, kipi kinatangulia, mtu awe na sifa ndio anza ukatwa fedha au sifa ni udiwani ndio anza ukatwa fedha katika hivyo vigezo? Lakini je ni cheti kipi cha ndoa kati ya cheti cha kimila au cheti cha kanisani au msikitini? Nitaka nijue kwa sababu sa kuna kipindi tuliambiwa cheti cha kimila, tukapata cheti cha kimila cha ndoa, tumefika tumejeza vigezo vyote lakini nikaambiwa kwamba hicho cheti kinatakiwa ukae. Okay, baada ya miaka miwili ndio uje uchukue bima. Nitaka ni, ni, sijajaza fomu kwa sababu zangu za yawezekana, mke wangu ni mtumishi, au kijana ameniunganisha ambaye ni mtumishi, ameniunganisha tayari ninayo bima, sijajaza fomu. Ni nani aliye ni register kama mimi ni ni ni ni mwanachama na kukatwa fomu nani kukatwa fedha, na wakati huo huo sina hata kadi ya bima kisha lakini, nao tunaendana na sheria hizi hizi. Utaratibu, kundi fulani likishakuwa limeshatangazwa kwamba linaingia kwenye bima ya afya, sasa unatakiwa tunasema, haki na wajibu. Haki ni kwamba kunakuwa na ile, sisi tunatakiwa tupate michango kutoka kwenye, mwanzoni nyie halmashauri mlikuwa mnakata kwenye posho yenu asilimia tatu na mwajiri ambaye ni mkurugenzi anaongezea asilimia tatu zinakuja kwetu zinakuwa asilimia sita lakini watu ambao wanatakiwa kuwaweka kwenye bima ya afya ni wepi? Kabla ya nyuma kabisa kule, kabla ya tarehe moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili na kumi na tatu ilikuwa mtu yeyote unaweza ukamweka, unaweza ukamweka house boy, unaweza ukamweka house girl, unaweza ukamweka mtu yeyote tu. Mimi mwenyewe hapa mnavyoniona, nilimweka dada yangu, nikitoka yeye kuna moja katikati, halafu kwa sababu sheria wakati huo ilikuwa nani kanuni zilikuwa bado, yani sheria tulikuwa tumeambiwa tu kwamba ni watu sita. Baadaye serikali ikaanza kutushangaa kwamba nyie bima ya afya mnawezaje kuwa hakuna mipaka. Kwa hiyo tukakonsult utumishi, kwa hiyo utaratibu ukabadilika. Na unafanya attachment, basi wewe weka tu namba, kwa mfano wa sasa hivi namba ya, ya cheti kile cha serikali. Unaweza ukafunga ndoa ya Kristo Kiislamu, lakini nani cheti kinachotambulika ni ile ile cheti cha kinachotolewa RITA ambacho ni cha serikali si, si. Kwanza pole kwa kuambiwa miaka miwili tayari, kwa sababu unavyokuwa uko kwenye utumishi huu au unavyokuwa kundi lako limetamkwa kwamba utapata bima ya afya, ina maana makato tayari yanaanza. Hiyo ni wanakata serikalini moja kwa moja zinakuja huku. Kwa hiyo inakuja sasa, wajibu wako ni kujaza fomu na kuendelea na mambo mengine. Kwa mfano, mimi mke wangu alikuwa anasema kwamba mimi, mbona nina nina mume wangu ni mtumishi wa bima ya afya nani, e, anakatwa kule, kwa nini nami mnanikata? Wakasema maadamu ulikubali, ulikubali uh, kuwa mtumishi wa umma, hiyo iko attached, yani kama jinsi ilivyo kwenye, yani NSSF. Afya kwa wote umeshaanza Aa, na maeneo ambayo yameguswa moja kwa moja ni pamoja na makundi ya wanafunzi hususani wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kule ni lazima wakati wa kujidahili, wakati wa kujisajili, lazima mwanafunzi um, husika awe amekamilisha utara, utaratibu huo, lakini pia sheria itaenda katika kuyatambua hayo makundi ya wasio na uwezo na hatimaye kwa kupitia taratibu hizo nzuri za utambuzi uh, waheshimiwa, ha, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wananchi wenzetu hao wataweza pia kuwa ni sehemu ya wanachama kwa kupitia sheria ya bima ya afya kwa wote. Lakini sheria pia inaenda kutambua na kuanzisha skimu ya sekta ambayo itakuwa sio rasmi, kwa ajili ya watu mtu mmoja mmoja, lakini wale ambao wapo kwenye vikundi vya wakulima wanaushirika na kadhalika.